kitu ambacho kimenichangaza, sijaona msanii ambaye anatoka Afrika. Hicho ndo kitu ambacho nimekishangaa. Sasa, wewe utuambie hii imekaa vipi? Sababu Afrika tuna marapa ambao wanafanya vizuri sana, si ndiyo? Yeah, Afrika tuna marapa ambao mmoja wetu tumebahatika naye kuna Sakodie. Sakodie pia for Ghana. Anafanya nice pia. Yeah, for sure. Tuna marapa mwingine anaitwa Black Sheep, ni mpya, anatoka Nigeria. Mm. Yeah, Asheku alikuwa na tuzo za Trace Award pia. Tuna marapa mwingine anaitwa Fish Montana.

zamani kipindi cha wanatoka ilikuwa ukienda kila kila mkoa wote, ukienda Dar es Salaam au ukienda wote Tanzania, lazima mm. ukute rapa mm. kwa hip hop ilize map kwa, kwa ukubwa sana Tanzania yani mm. na ukija East Africa na Kenya na wapi wote, lakini ashangaa baadaye business ya mziki sijui ina shake, unajua ndio kaja watu wengine mb na nini na mziki, lakini sio isombaa. Lakini iso ni kutokana kwamba tuna rap Kiswahili, ndio lugha yetu, ndio lugha yetu yetu sana, lakini brand hip hop yetu Bongo, mtu kama mtukama Khaligraph Jones ngoma zake ambazo zimeenda viral, baadhi ni ngoma ambazo sometimes ame fork Kiingereza yeah Nawashangaa ndo kama hivyo, ni kwamba inabidi yani, it's like ni kwamba tunatakiwa tuhakikisha kwamba tuna promote muziki wetu, mziki hip, yani hip hop ya Bongo. Unajua kuna watu ambao wa wana feel yeah. Unajua kuna watu wanakuwa wana feel yani yeah ile serious, mtu akisikiliza hip hop wa Bongo anasema damn, ni kwa nini nakuaja, washikaji yeah. Wanaimba vipi? Mbona kama wana flow kimtindo yeah, kim, fulani ambao sijai kusikia kwa hiyo naamini kuna wasanii wetu wa bongo wanafanya vizuri kama wao, kina AY mm. Watu kama kama kama kina of course, kina Joh Makini, kina na na watu watu kuna kuna wasanii wasanii wetu wetu, au vipi, mbuzi ya ngunya. Mbuzi japokuwa ni vijana wa juzi mm. mm. wanafanya vizuri vizuri, tunaona wanaendelea challenge vitu vingine hivyo, hiyo naamini kabisa. Forbes waangalie, inawezekana wa Afrika pia wanaweza kuingia kwenye list.